Kumekuwa na taarifa nyingi sana za usajili ambazo zinaigusa klabu ya Manchester United kwa hivi sasa, na eneo kubwa ambalo limekuwa likigusiwa ni eneo la kiungo wa ulinzi, kwa maana kiungo wa chini. Imethibitika ya kwamba uh, Casemiro ataondoka kwenye kikosi cha klabu ya Manchester United mapema uh, mwishoni mwa msimu huu, kwa maana ya mwezi Juni, wakati ambapo msimu utamalizika na mkataba wake pia utakapomalizika. United Uh, wamegoma ku trigger kile kipengele cha kuongeza mkataba wake wa mwaka mmoja automatically kwa sababu wanaamini kwa hivi sasa Casemiro kwanza umri wake kwa umeenda lakini pia pili ni moja kati ya mipango ambayo United imekuwa nayo ya kupunguza uh, matumizi ndani ya klabu hii. Nakumbuka Casemiro analipwa takriban pound laki tatu na nusu kila wiki, ni miongoni mwa wazadi wanaolipwa zaidi kwenye cost ya Manchester United. Kwa hiyo, wanafikiri wakimuondoa watakuwa wamepunguza sehemu kubwa sana ya matumizi ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo, Casemiro anaondoka. Sasa swali linabaki kwenye vichwa vya mashabiki wa klabu ya Manchester United, nani ni mbadala sahihi kwa Casemiro katika nyakati hizi? Wako baadhi ambao, ya wachezaji ambao wanahusishwa na kikosi cha klabu ya Manchester United akiwemo uh, Elliot Anderson uh, kutokea klabu ya, ya Nottingham Forest anahusishwa na klabu ya Manchester United, lakini pia yuko Carlos Baleba kutokea Brighton, naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa na kikosi cha klabu ya Manchester United. Wako wazaji wengi sana, Adam Wharton kutoka Crystal Palace, pia anahusishwa lakini pia Angela Stila kutokea ligi kuu ya Ujerumani miongoni mwa wazaji ambao wanahusishwa, na imezuka taarifa pia ya baadhi ya wachezaji ikiwemo Manuel Locatelli, Weston McKennie pamoja na wazaji wengine wanaohusishwa kujiunga na kosi ya Manchester United. Sasa swali linabaki, je, nani ni mchezaji ambaye anafiti zaidi kwenye hilo eneo na kwenye hiyo na nafasi kuchukua nafasi ya Casemiro? Ndani ya United yuko Manuel Ugarte, yupo Kobbie Mainoo pia kwenye timu kwa hivi sasa, lakini hawa wote wanaonekana sio wachezaji ambao wanaweza kuchukua nafasi yake kwa sababu wanahitaji kiungo mkabaji kwa asilimia mia moja. Ugarte, by the way, msimu wake wa pili Manchester United amekuwa na kiwango cha kawaida, cha kati, na hajadeliver katika ile engo ambayo watu wengi anahitaji na amekuwa na makosa mengi pia. Hata nyakati ambazo Casemiro anatoka akiingia Ugarte, mashabiki wa United mikono yote kichwani kwamba sasa ametoka Casemiro tunaenda kuanguka. Kwa hiyo, swali linabaki nani ambaye atakwenda kuwa mbadala sahihi kati ya Baleba Uh, Adam Wharton pamoja na Elliot Anderson ukijumlisha okay, na wao wengine wanaohusisha na Manchester United, jibu ni kwamba uh, kwa mtazamo wangu kwa hivi sasa, United wanahitaji mchezaji mzoefu zaidi kwenye hiyo nafasi, mchezaji ambaye E, eh, atakapoingia tu kwenye kikosi cha Manchester United uh, bali, bila kujali presha, bila kujali uh, mahitaji ya timu atakuwa tayari kuofa. Unaona United wanachokifanya, mfano Benjamin Sesko amesajiliwa kwenye timu lakini haanzi, umri wake ni mdogo, miaka ishirini na tatu, haanzi kwenye squad kwa sababu bado kuna ile level ya experience, kuna ile pressure, lakini pia kuna ule utayari wa kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Amekuwa hana mazingira ya RB Leipzig, eh, mazingira ya ya Salzburg alikotoka, lakini pia mazingira ya Manchester United yanatofautiana ya kabisa kwao. Unahitaji wachezaji ambao ni kama Bryan Mbeumo, wachezaji kama ni Matheus Cunha, yani anaingia kwenye timu moja kwa moja na anaenda na perform, yani anakupa goli tisa, goli kumi na nini. Hasa eneo la kiungo unatakiwa mtu ambaye ataingia kwenye timu awe ile ile matiru ya Casemiro kwenye kile kiwango alichonacho ili United angalau iweze kujiboresha. Ndo maana e, eh, United bado inahofia kusajili baadhi ya wachezaji. Carlos Baleba yes, ni mzaji mzuri ama perform vizuri kwenye klabu ya Brighton, lakini kuna nyakati kiwango chake kinashuka na kupanda. Sasa huyo mchezaji umchukue, bado ni bwana mdogo, miaka ishirini ishirini na moja anakuja kwenye timu yako. Je, swali linabaki pale pale, anaweza kuperform kwenye level ya juu? Jibu litakuja hapana, anahitaji muda wa kuzoea mazingira. Nani atakayemtangulia kwenye timu ili aweze kuofa hiyo roli ya namba sita. Elliot Anderson ukimtazama kwa kiasi kikubwa ni 50-50. Ni mchezaji fulani 50-50. Kucheza namba sita ile pase, kiungo au kabaji wa chini wa ulinzi asilimia mia moja. Kwangu mimi ukiniuliza nitakwambia bado. Ni driver mzuri, anaweza kukokota, anaweza kupiga pasi. Bado simuoni kwamba ile attribute ya Casemiro ya kukaba kama namba sita asilimia mia moja simuoni. Akicheza kwenye hiyo pivot na Mainoo, simuoni bado akiwa mchezaji ambaye anaweza kufanya hayo majukumu. Na ukumbuke pia Mainoo anaweza kaumia. Co United inahitaji kusajili mchezaji. Then nikimwangalia pia uh, Adam Wharton. I say mchezaji ambaye anacheza kwenye hafu ya pili ya uwanja zaidi akiwa bora. Ana uwezo wa kusupply mipira, sio mzuri kwenye pasi za mwisho lakini ana uwezo wa kusupply mipira vizuri sana. Ana uwezo kudetect tempo ya timu, ni type ile ile ya Kobbie Mainoo. Umeelewa? Co United inaweza ikaingia sokoni ikamsajili either Wharton, Baleba ama ama, Eliot Anderson. Lakini hawa wawili, Eliot Anderson pamoja na Adamu wato wakawa mbadala wa Kobbie Mainoo, halafu mmoja akaja kama kiungo namba sita kwao. United inahitaji viungo hao wawili, mmoja mkabaji asilimia mia moja, na mwingine anahitaji kuwa at least mbadala wa Kobbie Mainoo. Ndicho ambacho United kwa sasa inakihitaji zaidi. Sasa swali ni je, nani anapatikana sokoni? Kumbuka kuna mambo mawili. United haijaingia sokoni kumsajili mchezaji yoyote yule katika hili dirisha dogo la usajili kwa sababu Michael Carrick hajapewa kibarua cha kudumu na United inatafuta kocha wa kudumu ambaye atajiunga na timu. Wanahitaji afaakangali wenye sifa tofauti tofauti hasa hasa katika eneo la kiungo katika hizi nyakati. Swali ni je, nani anastahili? Mimi na wewe hatujui, lakini kwa sasa United watatakiwa kuabiza sana sokoni, kuangalia World Cup, watatakiwa kuabiza sana kufadhilia wachezaji katika maeneo tofauti tofauti, mchezaji ambaye atakuwa tayari kuja kuprovide kwenye timu ya Manchester United katika wakati sahihi. Lakini pia Premier League experience ni miongoni mwa vitu vya msingi ambavyo United watatakiwa kuviangalia katika hizi nyakati. By the way, hii ndio sehemu ya kupata taarifa matukio, uchambuzi na matokeo ya kimichezo. Hakikisha una subscribe katika chaneli yetu ya IREM TV wakati wote ili uendelee kusalia na